Ya Homa Bay tuka kaunti namba 43 tuelekee kaunti nambari 3 ambapo kikosi cha ODM huko Pwani kinaongozwa na Waziri wa Madini Ali Hassan Joho kinaendelea na kampeni na ubunge la Magarini huko Kilifi ili kumpigia debe mgombea wa ODM Kombe Harrison Garama ili kuchaguliwa tena. Viongozi kutoka kaunti hiyo wakiwemo Gavana wa Kilifi Gideon Mungaro, Mbunge wa Likoni Mishi Mboko. Mbunge wa Kaloleni Paul Katana miongoni mwa wengine kwa pamoja waliwataka wananchi kumuunga mkono Garama Kombe akisema anafaa kwa kiti hicho. <muchasana> Mama, ame, <muchasana> Watu wa Magarini, tuna nafasi sasa ya kuonyesha Kenya nzima, huu tuko nao ni mtihani wa kuonyesha Kenya nzima kwamba sisi tukiwaambia nyinyi wananchi wetu, tuwataka huyu, mnapigia huyu, si ndio? Ile serikali ile nyingine, hei, watu wanazunguka wa DCP, inaonyesheni mtu mmoja wa pwani hapo katikati. Nataka mfungue bongo muone busara kwa sababu siasa ya kesho upangwa leo. Tumeelewana? Siasa ya kesho upangwa lini? Leo. So we want to be able, kuwa katika nafasi ya kuambia wenzetu tumewasaidia miaka nenda miaka rudi, mutusaidie sisi. Tunajua mheshimiwa Harrison akatuletea maendeleo hapo, alafu mtu alituambia bado turudi kule nyuma. Waambieni hiyo hatutakubali, si ndio? Hebu kina mama wenzangu, nataka nisikie sauti yenu. Haya maneno munayasikia na kuyazingatia, kesho kutwa kura kwa nani? Shule zilikuwa ni nne sehemu hii ya Magarini, amejenga karibu shule 30. Hivi sasa Scholarship za watoto amepeana na anaelewa kila kitu, akiambiwa nenda kwa waziri ambaye anahusika na, na mambo ya usalama, iwamgiwa waziri iende iozungumza naye. haya